Washtakiwa kumi na mbili walifikishwa mahakama ya hakimu kazi Kisutu mbele ya Mheshimiwa Hashimu Makube kwa makosa ya kuendesha genge la uhalifu, uchepuzi, ubadhirifu na utakatishaji wa fedha, ikiwa pamoja na kuisababishia hasara serikali. Makosa hayo ambayo ni kinyume cha sheria ya uhujumu uchumi namba na mia mbili sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa namba 329 na sheria ya utakatishaji fedha namba 423. Waliofikishwa mahakamani kwa makosa hayo ni watumishi kutoka Tamisemi, Dodoma. Katika hatua nyingine, washtakiwa wawili Juvenalis Babilas Mauna na Hamisi Kashinje Manfred wamekiri makosa kupitia makubaliano yanayoitwa kwa lugha ya Kiingereza kama plea bargain, na watarejesha jumla ya kiasi cha shilingi milioni sitini na saba na kulipa faini ya mahakama shilingi milioni tatu na laki tano. Washtakiwa kumi waliobaki shauri lao linaendelea, ambapo kesi imepangwa kuja kusikilizwa hoja za awali tarehe sita Novemba 2025. Tunapoelekea tarehe 29 mwezi wa 10 2025 ninawakumbusha wananchi wote kwamba ibara ya nane ibara ndogo ya kwanza A na B ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 imewapa mamlaka ya kuiweka serikali madarakani kwa ajili ya ustawi wao kupitia sanduku la kula. Kwa msingi huo, wajitokeze kwa wingi, wachague wagombea kwa kuzingatia sera zitakazowaletea ustawi, na wakatae ambao watataka kuwanunua kwa njia ya rushwa. Wakumbuke anayechaguliwa kwa njia ya rushwa atataka kurejesha fedha zake kwa kufanya ubadilifu wa fedha za miradi itakayo imepangwa katika eneo la kata au jimbo la uchaguzi.